Karibu kwenye habari za ulimwengu. Ninayekuletea habari hizi ni mimi Isaac Samuel. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky ameibuka na kauli kali akiikosoa Ulaya kwa kile alichokitaja kuwa kusuasua na kuchelewa kwa maamuzi muhimu ya kisiasa na ya kijeshi katika kipindi ambacho nchi yake inaendelea kukabiliwa na vita nzito dhidi ya Urusi. Akizungumza katika jukwaa la kimataifa, Zelensky amesema wazi kuwa Ukraine haihitaji ahadi wala kauli za faraja, bali inahitaji hatua za haraka na maamuzi thabiti kutoka kwa washirika wake wa Ulaya akisisitiza kuwa kila kuchelewa kuna gharimu maisha ya raia wake na kudhoofisha uwezo wa nchi yake kujilinda. Kauli hiyo imekuja wakati ambapo mjadala unaendelea barani Ulaya kuhusu kiwango cha msaada wa kijeshi na kifedha kwa Ukraine, huku baadhi ya nchi zikionyesha wasiwasi wasi kuhusu gharama za vita, usafiri wa ndani na athari za kiuchumi kwa raia wao. Rais huyo wa Ukraine ameeleza wazi kuwa vinavyoendelea nchini mwake si vita vya Ukraine pekee, bali ni vita vya kulinda misingi na usalama wa Ulaya kwa ujumla, akisisitiza kuwa hatima ya bara hilo iko katika mshikamano wake dhidi ya vitisho vya nje. Wachambuzi wa siasa za kimataifa wanaeleza kuwa kauli ya Zelensky imefichua wazi mpasuko uliopo ndani ya nchi za Ulaya, ambapo baadhi ya nchi zinaendelea kusukuma msaada kamili kwa Ukraine, huku nyingine zikihofia kuingia moja kwa moja kwenye mgogoro kubwa na Urusi. Hali hii imezua maswali mazito kuhusu uwezo wa Ulaya kujilinda bila kutegemea kiwango kikubwa cha msaada wa Marekani hasa katika mazingira ambayo siasa za ndani za Marekani nazo zinaendelea kubadilika. Kwa upande wa NATO, kauli ya Zelensky inaongeza shinikizo kwa muungano huo kuhakikisha unadumisha mshikamano wake ili kuepuka kutoa mwanya kwa Urusi kutumia migawanyiko iliyopo kwa manufaa yake ya kimkakati. Kwa raia wa Ukraine, maneno ya rais wao yanaakisi hali halisi ya vita wanayoishi kila siku huku wakitegemea msaada wa kimataifa kama nguzo muhimu ya kuendelea kujirinda na kulinda uhuru wa taifa lao. Kwa sasa, kauli ya Zelensky imeibua mjadala mpana barani Ulaya, huku viongozi wakilazimika kutafakari mpya msimamo wao kuhusu vita hiyo, katika kipindi ambacho maamuzi yanayochukuliwa leo yanaweza kuamua mwelekeo wa usalama wa Ulaya kwa miaka mingi ijayo. Mimi ni Isaac Samuel na hii ni Vision TV.